Katika hekalu la utupu tunaloliita anga kuu kuna moto ambao haujawahi kuzimika. Kwa miaka bilioni nne na nusu, moto huu umekuwa ukiwaka bila kupumzika. Ulishuhudia kuzaliwa kwa dunia yetu na utashuhudia mwisho wake, na bado wengi wetu hatujawahi kusimama na kujiuliza swali rahisi zaidi: ni nini kinachowasha tanuri hili? Ili kuelewa nyota yetu, lazima tusafiri mahali ambapo hakuna chombo cha anga kinachoweza kufika. Chini, kupita kilomita 1700 za plasma inayochemka chini, hadi kwenye shinikizo kubwa sana lenye uwezo wa kufinya meli ya kivita na kuifanya ndogo kuliko kipande kimoja cha sukari. Hii ni eneo la msukosuko, ulimwengu wa vurugu kwa kiwango kinacho shinda uwezo wa akili zetu kuwazia. Hapa kuna viputo vya gesi na joto kali vikubwa kama mabara mazima vinapanda na kushuka katika dansi ya polepole pole inayozunguka. Kila kiputo kinabeba joto kutoka chini kikipigana kupanda juu kama mwogeleaji anayeogelea ndani ya supu nzito, kisha kupoa, kukua kizito na kuzama tena kwenye vilindi. Ni machafuko lakini machafuko yenye kusudi, ukanda wa kusafirisha joto ukibeba nguvu kutoka kwenye tanuri la ndani. Chini zaidi, chini ya eneo la msukosuko, kuna ulimwengu wa ajabu zaidi: eneo la mionzi. Hapa plasma ni nzito sana, imesongamana kupita kiasi hadi mwanga mwenyewe unakuwa mfungwa. Fotoni inayozaliwa moyoni mwa Jua haitaona mwanga wa siku kwa miaka laki moja Labda laki mbili, inarukaruka, inafyonzwa, inatolewa tena, inafyonzwa tena, kama mpira katika mchezo usio na mlango wa kutokea. Umbali hadi kwenye sakafu ni kilomita mia tano elfu tu. Hii ni safari ndefu kuliko uwepo wote mzima wa binadamu wa kisasa katika ulimwengu huu. Mwanga inabainika, ni lazima ujipe uhuru wake. Na sasa tumefika moyoni mwa kila kitu, yani kiini. Kiini ni asilimia 25 tu ya kipenyo cha jua, lakini kinashikilia nusu ya uzito wake wote. Hapa joto linafikia nyuzi joto milioni 15. Shinikizo je? Ni mara bilioni 265 ya shinikizo la anga ya juu ya uso wa dunia. Ni hapa katika tanuri hili la hali za kupindukia, ambapo vita inashuhudiwa vita inayoamua kama wewe na mimi tutasalia kuwepo au la. Kwa upande mmoja, mvutano wa graviti unaofanya kazi bila kuchoka na kutengeneza nguvu yenye uzito wa dunia mara mia tatu arobaini elfu zote zikisukumana kwa ndani. Mvuto huu ni kana kwamba unataka jua lianguke ndani yake lenyewe. Kwa upande mwingine, muunganisho wa nuklia alkemia ya vurugu ya uumbaji wenyewe. kila sekunde kila sekunde moja, tani milioni 620 ya hidrojeni zinazalishwa katika tanuri hili la ulimwengu. Na kupitia mchakato unaoitwa mnyororo wa protoni kwa protoni, jambo la ajabu linatokea: viini vinne vya hidrojeni, protoni halisi, vitalu vya msingi kabisa vya mata vinasukumana pamoja kwa nguvu kubwa, kwa shinikizo lisiloweza kufikiriwa, hadi vinashinda nguvu za kielektromagnetiki ambayo huzifanya zitengane. Vinaungana, na katika muunganisho huo vinakuwa kitu kipya, kiini kimoja cha hiliamu. Lakini hapa kuna siri, hapa kuna uchawi unaowasha ulimwengu. Hiliamu inayotoka ina uzito mdogo kuliko viini vinne vya hidrojeni vilivyoiumba. Sehemu ndogo, asilimia nukta saba ya uzito wa mwanzo umetoweka. Uzito huu umeenda wapi? Uzito huu ulienda ukawa nishati, nishati safi inayong'aa ikitolewa, kulingana na hesabu maarufu zaidi ya Albert Einstein, yaani e is equals to mc squared, uzito ukigeuzwa moja kwa moja kukuwa mwanga, kukuwa joto kwa kuwa shinikizo la nje linaloshikilia mguvuto wa gravity kwa mbali. Huu ndiyo mpigo wa moyo wa jua, tani milioni nne za uzito zikigeuzwa kuwa nishati kila sekunde, bomu linalolipuka bila kukoma milele. Na bomu hilo ndilo kitu pekee kinachosimamia kati ya uwepo na uangamizi wetu humu duniani. Na hivyo nishati inazaliwa katika kiini cha jua lakini safari yake ndipo tu inapoanza. Kwanza lazima ivuke eneo la mionzi, gereza lile nzito linaloshikilia mwanga tuliloligusia hapo awali. Hapa fotoni hazisafiri, zinaenea kama tone la wino linalosambaa katika maji tulivu, pole polepole bila mpangilio kwa maelfu ya miaka. Wakati hatimaye nishati inafika eneo la msukosuko mchezo hubadilika. Sasa joto linapanda juu ya mata yenyewe, likibebwa juu ya viputo vile vikubwa tulivyovizungumzia vya plasma, vikipanda, vikipoa, vikizama na vikipanda tena, hadi hatimaye, baada ya safari ya mamia ya maelfu ya miaka, nguvu ile inafika kwenye sakafu ya jua, sehemu itwayo fotosfia na kutoka hapo inachukua mwanga ule dakika nane na sekunde ishirini kupitia utupu wa anga kuu na kusafiri hadi duniani. Dakika nane kuvuka kilomita milioni mia moja hamsini za utupu, na kukua joto usoni mwako. Mwanga duniani kwetu, moto unaochemsha mabahari, kijani katika jani, chakula mezani pako. Kila fotoni ya mwanga wa jua uliohisi ni ujumbe kutoka zamani za mbali, iliyozaliwa kabla mababu na mabibi za mababu na mabibi zako hawajaweza kutembea dunia hii. Ilitengenezwa katika vita kati ya mvutano wa gravity na moto ambao haujawahi kusimama na hautawahi kusimama, si kwa miaka bilioni nyingine tano. Tunaliita jua kana kwamba ni kitu kingine tu angani mwetu, lakini sio kitu kingine tu ni injini ya nyuklia yenye ukubwa wa dunia milioni moja mlipuko unaojiendeleza ambao umekuwa tangu kabla ya kukua na yeyote wa kuuona mashine iliyosawazishwa kikamilifu hadi haijawahi kushindwa kufanya kazi yake hata mara moja kwa miaka bilioni nne na nusu na kila kiumbe hai kilichowahi kuwepo kinadaiwa uhai wake kwa usawa huu kwa vita katika kiini cha jua, kwa safari ndefu ya kusubiria mwanga. Sisi sote bila ubaguzi ni watoto wa jua. Na huko nje zimetawanyika katika ulimwengu tanuri zingine bilioni mia zinawaka bila kukoma. Dunia zingine zinazozunguka jua, zingine hadithi nyingine zinasubiri kusimuliwa. Jua letu si mwanga pekee katika giza kuu la ulimwengu. <coughs>